Na niwahakikishie mkurugenzi wa aina yangu sio mtawala, na kwa ambao wananifahamu, wanaweza wakawa ni mashuhuda, ndio muona, wengine ambao tumefanya kazi kwa karibu. Ninapenda kusikiliza, ninapenda kujifunza kushauriwa, na nimefungua milango wakati wote kwamba anayekuja ofisini kwangu sio lazima awe mkuu wa idara au kiongozi yoyote kati yenu ana uhuru wa kufika ofisini na akanieleza changamoto yoyote inayomkwaza kwenye utendaji wake wa kazi. Wako ambao wamediriki na nimewapa ushirikiano, na huo ndio utakuwa utaratibu wangu kwa kipindi chote ambacho tutaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo mnapofanya kazi na mimi eh, jengeni mentality ya kwamba mnafanya kazi na ndugu yenu kwa wale ambao ni wakubwa zangu, mnafanya kazi na mdogo wenu kaka yenu. Lengo ni kwamba hata na wewe nakusudia kukujengea comfort zone, ili uweze kutekeleza majukumu yako kwa amani, lakini pia kwa kutanguliza professionalism bila ya kujali mkurugenzi atasema hili wala lile. Sehemu pekee ambayo mimi naweza kukwaruzana na watumishi, kwa wale ambao tayari nimeshapambana nao, ni pale ambapo mtumishi anakiuka sheria. Jukumu langu la kwanza ni kusimamia utawala wa sheria, na nimetembea nayo hii, kwa sababu baada ya ziara hii, nina kikao kingine cha kiutumishi na maafisa ugani wa kilimo na mifugo, nao ninakwenda kusemezana nao. Kwa hiyo hili, hili tuwe salama, na hilo linakata cross hata kwenye nafasi yangu kama mkurugenzi. Ili tuwe salama, sharti tuheshimu na kufuata sheria za nchi wasimamie mapato kwenye vituo vyetu. Tutoe huduma kwa kutumia lugha za staha kwa wateja au wagonjwa wanaokuja kwenye vituo vyetu. Vitu vitu vya kazi, tusihujumu halmashauri au serikali kwa kuiba vifaa tiba au dawa kuvipeleka kwenye pharmacies zetu na kadhalika na kadhalika. Hayo ni maeneo ambayo mimi nitakuwa mkali kidogo, na kwa ambao wananifahamu, nimekuwa mtu wa tofauti kwenye mambo hayo. Anayetajwa basi tumekuwa tukihakikisha kwamba tunaangalia kwanza, tunajiridhisha, lakini pili, tukishapata ushahidi tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria zilizo sasa. Nisingependa uh, yoyote kati yenu afikishwe mbele yangu kwa tuhuma hizo au tuhuma yoyote ile ya kukiuka sheria za nchi. Lengo ni kwamba tunahitaji kwenye utendaji wenu wa kazi kuwajengea motisha, lakini pia kuwajengea ufanisi, na kwa kipindi chote ambacho tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja nisingependa kuona, na haya ni maelekezo yangu pia kwa mkuu wa idara mtumishi yoyote hapa analalamika stahiki zake hazilipwi, au anaonewa kwa namna yoyote, sababu watumishi hawa waliopo ni watumishi kama sisi. Mimi leo nimefanikiwa kuvaa ile koti la ukurugenzi, kesho litaondoka. Yoyote kati yenu hapa atakuwa mkurugenzi, yoyote kati yenu anaweza akawa mkuu wa mkoa, waziri na kadhalika na ukiangalia nyuso za watumishi hawa ni young generation wengi, kwa hiyo kuna kesho nyingi iliyopo mbele yetu, kwa kila mtu tukamtendee haki. Ni wasisitize kwamba katika utendaji wetu wa kazi tuepukane pia na masuala yote ambayo yana uhusiano na vitendo vya uzembe au kuzembea kwa namna yote ile, kwa sababu kama zilivyo taaluma zenye athari ya moja kwa moja katika maisha ya binadamu taaluma yenu ni ya kwanza. Unapozembea zembe, unapozembea katika kutoa huduma kwa mwananchi mwenzako au mtanzania mwenzako, athari ni za moja kwa moja.